Kumalizia Sara, kwa nini ulimtafuta John? Sawa, kabla sijamtafuta, hivyo nipa business kadi. Tuna kamati ya roho mbaya, tukakaa tukaipitia ile kadi. Basi dadaangu mmoja kwa jina sitomtaja akasema yuko smart. Wewe unamwonaje? nikamb baada ya kupitia, kupitia kadi Mlipitia kadi mkafanyaje? Mlienda kwenye Instagram ya ile kadi ama YouTube au wa wapi? Kwenye ile kadi kuna taarifa zote kuhusu anachokifanya. Taarifa za kampuni yake tukazipitia. Dadangu moja akasema he looks smart uh -uh. and intelligent. Mtafute. Yeah. Connection, sema connection. Kamati ya roho mbaya hiyo, ehe, mkamtafuta. Eh, nikamtafuta. Nilipomtafuta tu, nilipomwambia mambo, "John, it's me, Sarah from CLB." Akajibu hapo hapo, poa hapo poaaza haraka haraka poa, <laughs> haraka, haraka, poa.